Na mtazamaji karibu, mwenzetu ni Belinda Philips tayari kwa taarifa hizi kwa ishara. Na mtazamaji, tunaanza na taarifa ya tanzia ambapo watu 21 wamefariki kufuatia maporomoko ya udongo eneo la Chesongoch, kaunti ya Elgeyo Marakwet, na watu wengine 30 hawajulikani waliko, huku shughuli ya uokoaji ikiendelea. Na kama anavyoarifu Emily Chebet, ni kwamba maporomoko hayo yalisababisha uharibifu mkubwa wa barabara na kulazimu serikali kutumia ndege kuwafikia waathiriwa. Ni hali ya huzuni na majonzi kwa wakazi wa Chesongoch, eneo la Kerio Valley, kaunti ya Elgeyo Marakwet. Kwa kawaida eneo hili lina mandhari tulivu na milima ya kupendeza, ila milima hiyo imegeuka kuwa eneo la maafa baada ya mvua kubwa kusababisha maporomoko na maji ya mafuriko kusomba familia zilizokuwa zimelala. Mvua ilianza saa saba ya usiku, alafu sisi kama majirani tuliamshana, alafu tuka tukaitana alafu tukakuja kuongea ba pamoja, baadaye tukaona mfua ime ime imeisha kidogo, tukaenda kulala. Wakati tulienda kulala, tukasikia sauti ikitoka huko juu, akaona hiyo nguruma ile inatoka mlima huko juu, imekuwa mbaya saiti. Baada ya kuwa mbaya, nikaambia mama, hii sauti imebadilika, na kabla haijabadilika hiyo maji ilikuwa imepita kwa hii mto kumbe huko juu kuna mawe imekuja kusifa hii maji ya kuelekea pande hii. Taswira ya sasa inaonyesha kiwango cha uharibifu na janga lilowakumba wakazi wa hapa. Walionusurika wamesalia na mshangao, wengine wakilazimika kuondoka wasijue wanakwenda, nyumba zao na mali yao yote ikisombwa na maji. Wengi wamepoteza maisha, kuna wale wako wale maututi, kuna wale wengine ambao wame wamepoteza nyumba mali maembe, amebebwa ndizi na kadhalika. Afisa mkuu wa shirika la Red Cross eneo la kaskazini Oscar Ukumu amesema wa wanafanya kila juhudi kuthibitisha idadi kamili ya familia zilizoathirika. Waziri wa usalama Kipchumba Murkomen alifika katika eneo la mkasa. Aidha, shughuli ya uokoaji ilitekelezwa kwa kutumia ndege baada ya barabara zote kuharibiwa na maji.

Uh, getting, uh, uh, settlement area for them. Hospitali ya kimishonari ya Chesongoch iliyoko karibu hakikusazwa na ikawalazimu waathiriwa kusafirishwa hadi hospitali ya rufaa ya Moi mjini Eldoret. Hii siyo mara ya kwanza eneo hili kushuhudia maafa na madhara ya aina hii, na sasa maswali yanaibuka kuhusu suluhu ya kudumu kwa wakazi wa eneo hili. Emily Chebet, runinga ya Citizen.